Serikali ya Zanzibar yaendelea na mikakati ya kuwawezesha wafanyakazi wenye kipato kidogo kununua nyumba bora za makazi. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Israeli yawaua watu kumi ukanda wa Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Philip Mpango ameungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, viongozi mbalimbali, familia pamoja na waombolezaji mbalimbali katika ibada ya kuaga na kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyekuwa Makamu wa Kwanza Mstaafu na Waziri Mkuu Mstaafu Hayati Cleopa David Msuya iliyofanyika katika viwanja vya Karimjee jijini Salam. Kwa taarifa zaidi tuungane na Miriam Mlaponi. Akizungumza katika tukio hilo, Makamu wa Rais amesema hayati Cleopa David Msuya katika utumishi wake serikalini alikuwa mzalendo mwadilifu na mchapakazi mahiri na kwamba ni mfano bora wa kuigwa na serikali inathamini uzalendo na mchango wake katika maendeleo ya kitaifa. Makamu wa Rais amesema hayati Cleopa David Msuya katika maisha baada ya kustaafu alikuwa kisima cha busara na marejeo ya kumbukumbu kumbu katika taifa pamoja na mfuatiliaji makini wa mambo. Aidha, amesema hayati Cleopa David Msuya aliendelea kufuatilia utatuzi wa changamoto za maendeleo za wananchi wenzake wa Mwanga kila alipopata nafasi ya kusalimiana na viongozi wa kitaifa wa sasa, huku akitolea mfano alipomweleza kuhusu kusuasua kwa ukamilishaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mwanga, mradi wa maji wa Same, Mwanga na Korogwe ambao umekamilika mwaka huu. Mheshimiwa Cleopa David Msuya katika maisha yake baada ya kustaafu alikuwa kisima cha busara na marejeo ya kumbukumbu kumbu katika taifa letu. Mimi binafsi nilimkimbilia kuomba nasaha na maono yake ya mipango na maendeleo ya taifa letu nilipokuwa katibu mtendaji wa tume ya mipango, lakini pia kuhusu management ya uchumi na maendeleo ya sekta ya fedha nilipofuata nyayo zake kama waziri wa fedha lakini pia katika majukumu yangu ya sasa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, nilivyomwona mimi Mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa mwenye akili nyingi, nasema sharp intellect. Alikuwa mfuatiliaji makini wa mambo muhimu katika nchi na dunia na alikuwa mchambuzi hodari wa mambo, alikuwa mkweli na mwenye msimamo thabiti. Aidha, Mheshimiwa Cleopa David Msuya aliendelea kufuatilia utatuzi wa changamoto za maendeleo ya wananchi wenzake wa Mwanga kila alipopata nafasi ya kusalimiana na viongozi wa kitaifa. Kwa mfano, nilipomtembelea nyumbani kwake Upanga na kule Mwanga, alinieleza kuhusu kusuasua kwa ukamilishaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mwanga lakini pia mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe ambao umekuja kukamilika mwaka huu baada ya takriban miongo miwili ya utekelezaji. Makamu wa Rais ametoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia na wananchi wote kwa ujumla kufuatia msiba huo ambao ni pigo kubwa. ni kushukuru sana Miriam Mla poni kwa taarifa hiyo rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. hussein ali mwinyi amesema serikali inalenga kuwa na mpango wa kuwawezesha wafanyakazi wenye kipato kidogo kununua nyumba bora za makazi zinazojengwa na shirika la nyumba la zanzibar taarifa zaidi inasomwa studio na miriam mlaponi dr mwinyi ametoa tamko hilo alipozindua mfumo wa kidijitali wa utoaji wa huduma na uzinduzi wa mauzo wa mradi wa nyumba za kisasa wa mwinyi housing scheme uliofanyika new aman hotel wilaya ya jini na kueleza kuwa mpango huo utakuwa na makato madogo ili kuwasaidia wafanyakazi hao kununua wa nyumba bora za makazi. Amewahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kutafuta fedha zaidi ili kujenga nyumba bora za kisasa za makazi kwa ajili ya kuhakikisha wanapata makazi bora. Napenda kuhakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kutafuta fedha zaidi za kuendeleza miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali hapa nchini hivyo niwashajihishe, mjiandae kununua nyumba hizo. Miradi inakuja, utachagua mwenyewe kama utakaa katika nyumba mpya za Kikwajuni au Saateni au Kwa Hani au Kisakasaka. <klos> Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika kutimiza ndoto yetu ya kuwa na makazi bora ya kisasa kama ilivyo katika miji mingine duniani . Amesisitiza kuwa ni jukumu la serikali kuhakikisha wananchi wanaishi katika makazi bora na yenye usalama, huku akilipongeza shirika la nyumba kwa mafanikio inayoyapata hivi sasa, ikiwemo uanzishaji wa mfumo wa kidijitali wa ZHC Connect App utakaorahisisha upatikanaji wa urahisi wa taarifa za huduma zinazotolewa na shirika hilo. Aidha, rais Dr Mwinyi amesema serikali inaendelea na ujenzi wa nyumba za makazi elfu tatu zinazojengwa Chumbuni ambapo nyumba elfu moja na tisini na tano zinajengwa kwa awamu ya kwanza na mradi wa Mwinyi Housing Scheme utaanza kisasa kwa ujenzi wa nyumba 520 na uzinduzi wake ni huo uliofanyika. Napenda kutoa wito kwenu kama ule nilioutoa kwenye uzinduzi wa mauzo ya nyumba za kisasa za Chumbuni kuwa tununue nyumba hizi ambazo zipo kwenye eneo lenye hadhi ya juu, yani prime area. Nachukua fursa hii kuwapongeza wale wote ambao tayari wametumia fursa hii kwa ajili ya kujipatia nyumba bora za makazi. Napenda kutumia fursa hii kuwaarifu wafanyakazi wa serikali kwamba tutafanya mpango maalum wa kuwawezesha kupitia makato madogo ya mishahara yao kupata nyumba bora za makazi. Sanjari na hayo, wametoa wito kwa wananchi kununua nyumba za shirika la nyumba zinazoendelea kujengwa katika maeneo yenye hadhi sehemu mbalimbali hapa nchini. Ni kushukuru sana Amira Mumlaponi kwa taarifa hiyo. Waziri wa Katiba na Sheria Dr Damas Ndumbaro amewataka viongozi wa serikali katika ngazi za vitongoji, vijiji na mitaa kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia kanuni, taratibu na sheria katika kutambua, kutatua na kutekeleza majukumu ya kuwatumikia wananchi katika maeneo yao. Kwa taarifa zaidi tuungane na Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma. Daktari Ndumbaro ametoa wito huu akiwa mkoani Ruvuma wakati akifunga semina ya kampeni ya msaada wa kisheria kwa wenye viti wa mitaa, wajumbe serikali za mitaa, watendaji wa mitaa na watendaji wa kata manispaa ya Songea. Akizungumza na viongozi hao, amewataka kuacha tabia ya kukwepa majukumu yao ya kubaini na kuzitafutia ufumbuzi changamoto zinazowakabili wananchi katika maeneo wanayoyaongoza. Lakini tupo viongozi ambao tunadhani kazi yetu ni kumlaumu kiongozi aliyo juu yetu. Tunataka viongozi ambao wanaweza kutekeleza majukumu yao katika maeneo yao. Kabla mjamlaumu diwani na mbunge, jiulizeni, mmekaa kwenye kamati ya serikali ya mtaa, mlilijadili hili? Mmeliingiza kwenye minutes kumbukumbu? Mmelipeleka kwa diwani? Kama jibu ni hapana, anza kujilaumuni nyinyi. Mimi niwaombe kila mmoja awajibike kwenye eneo lake na tuheshimiane. Wakati fulani unapata shida sana kusikia mtendaji wa mtaa nagombana na yani, inapata shida yani, mimi yani, mimi msaikimea nigombane na mkurugenzi inanipa shida, au mkurugenzi agombane na msaikimea. Tuheshimiane. Kwa upande wa washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo waliyoyapata watayatumia vyema katika kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Hii tunaenda kuwa walimu wa kuenda kutatua migogoro ya wananchi moja kwa moja, sisi kwa sisi. Na migogoro mingi ya wananchi sisi tulikuwa tunaijua, lakini tulikuwa tujui namna ya utatuzi wake, kwa sababu migogoro ni zao la maisha yetu tunaishi kila siku. Kwa kupitia semina hii ambayo leo tunaipata hapa hii ya sariarigo sisi kama wenye vitu wa mitaa tunakwenda kutatua kero za wananchi moja kwa moja. Tunaenda kupunguza migogoro mtaani na kuwapa elimu wananchi yanapotokea matatizo ya ardhi hata ya kifamilia ili kusovu mambo yakawa yanaenda sawa. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Serikali imedhamiria kununua mtambo maalum wa kusafisha baadhi ya maeneo katika Ziwa Victoria likiwemo eneo la Kigongo na Busisi yaliyoathirika na gugumaji jipya ambalo limekuwa tishio kwa shughuli za uvuvi na usafirishaji kwa wananchi. Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi kutoka Mwanza. Hayo yamesemwa na Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda alipokuwa akizungumza na wananchi waliokuwa wakisubiri huduma ya usafiri wa kivuko katika eneo la Kigongo wilayani Misungwi mkoani Mwanza, Mtanda amesema mpaka sasa fedha tayari zimetengwa na taratibu za manunuzi zimeshaanza na muda si mrefu mtambo huo utawasili kwa ajili ya kazi hiyo. nimemwelekeza mtu wa bonde kuhakikisha magugu yale yaliyovunwa sasa kuyaondoa pale na kuyapeleka kwenye dampo ambako hayawezi kuathiri mwananchi wa hapa Misungwi wala Sengerema. Lakini jambo la pili, serikali itanunua mitambo ya kisasa inayofanana na hicho kivuko mnachokiona, ili kuweza kusafisha eneo la Ziwa Victoria. Kwa hiyo tutafanya usafishaji wa eneo haya yote. Mnaona pale ni magugu tu. Kwa hiyo serikali italeta huo mtambo wa kisasa, na tayari utaratibu na Rais Samia amekubali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa kwa kufuatilia sana jambo hili na hatimaye Rais amekubali, na muda si mrefu tutaleta mitambo ya kisasa inayofanana na kile kivuko, mitambo mitatu, ambayo itakuwa inakula hayo magugu yote na kuhakikisha kwamba Ziwa Victoria haliendelei kupoteza ubora wake haliendelei kupoteza kina cha maji, lakini hata wavuvi na wale wanaofanya ufugaji wa samaki wa vizimba hawawezi kuathirika na magugu maji. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa ameambatana na katibu mkuu ofisi ya makamu wa Rais, muungano na mazingira, mhandisi Cyprian Luhemeja ambaye amesema ushirikiano uimarishwe, kazi ifanywe kwa pamoja baina ya wataalamu wa kisekta wavuvi pamoja na wafugaji wa vizimba ili ziwa libaki salama na matokeo mazuri ya muda mrefu yapatikane. Changamoto bado ipo, kwa sababu yanakuwa kwa speed, lakini kwa kushikana na serikali ya mkoa, nadhani tutaimanage, lakini so far haino hivyo. Kwa hatua za kwanza tunaona mafanikio kweli ni mazuri, na leo njia na leo ziwa ni safi, na kazi imefanyika, na wenzetu vinaendelea na kazi. Malalamiko yaliyokuwepo hayapo tena. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi fulani. Nimpongeze mkuu wa mkoa na timu yake, nimpongeze wenzetu wa bonde Nemki, lakini kwa niaba ofisa makamu wa rais niseme kwamba changamoto ya mazingira tunaifanyia kazi kwa nguvu sana. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshe kwa taarifa hiyo na mtazamaji wa TVE tunarejea tena hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya barabara wananchi wa mtaa wa Msufini jimbo la Mbagala wamejitolea kukarabati barabara ya mtaa huo na kuiomba serikali kuwaunga mkono ili kuwapunguzia changamoto ya usafiri. Mrisho Mapeyo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wilayani Temeke jijini Dar es Salaam, mkazi wa mtaa wa Msufini Habiba Sule Imani amesema ubovu wa barabara hiyo umekuwa ni adha kubwa inayowasababishia ajali kila siku na kuwasababishia ulemavu, hivyo ameiomba serikali kuunga mkono juhudi za kukarabati barabara. Kwa kweli ilikuwa inatusumbua sana, mvua zikinyesha, watu wanakata wanavunjika mpaka miguu. Kwa hiyo tumejitolea sisi kama wananchi, kwa kwanza kuweka mawe, na tumependa tume mjumbe wetu aje, na kwa bahati amefika na ametuonesha maneno ya matumaini kwamba atakuwa pamoja nasi katika kulimaliza hili. Hizi barabara za mitaani ni muhimu sana kwa jamii, kwa sababu inafikiria wakati barabara hazipitiki mpaka wananchi wana, wana wanabeba maiti wavita, hawezi, nini, kima, kwa mikono wanakuwa kusafiri, usafiri haufiki sehemu zao, kwa hiyo wazipe kipao mbele. Sisi wananchi kwa umoja wetu tuliona tuli barabara ni mbovu, haiwezi kupitika, kwa hiyo tumeona Pa, kwa nguvu moja ya wananchi wote kuchangishana pesa ili tuweze ku, ku recover kwenye haya mashimo yaliyokuwepo. Kwa hiyo watu wamechangia ma, maroli ya mchanga, maroli ya mawe, this time tumefikia hapa ambapo tumeshindwa kuendelea kwa sababu ya uwezo uliokuwepo. Kwa hiyo kuna hela kiasi ambacho kimebaki, tumeomba sapoti kwa serikali pamoja na mheshimiwa mbunge na pamoja na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wametusikiliza na wamekuja wametu wametupa sapoti kwao, na sisi tunaendelea kutoa sapoti na wao watusapoti, ili tuendelee kutengeneza hii barabara. Lakini tunashukuru mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Mbunge Abdalla Chaulembo ametuitikia, na amekuja, ametupa moyo, na kuanzia sasa hivi tutaletewa gari la kokoto ambalo litashuka na mbunge ametuahidi atatuletea mashine ya kuchanganyia zege, na pia ameomba sisi tuweke mawe, lakini yeye atagharamia gharama za kuweka zege. Hata hivyo mbunge wa jimbo la Mbagala Abdalla Chaurembo amejionea adha hiyo kwenye mtaa wa Msufini na kusema kuwa yeye pia atashirikiana na wananchi hao kukarabati barabara ya mtaa huo wakati wakisubiri mpango wa serikali. Kitu muhimu ambacho kinachohitajika hapa ni kuona namna ambavyo na wewe umewaunga mkono katika jitihada zao walizozifanya, ukisema tutafanya, tutafanya, nimechukua, naenda kufanyia kazi, nitafikisha. Nadhani sio malengo yao. E, malengo yao ni kuona pamoja na kuchukua, lakini kuna hatua moja au nyingine inaendelea ndio malengo yenu. Sasa mimi ninachoweza kusema kwa hatua ya sasa, sijajua nitafikia wapi, na naomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe nifikie ambapo walau pataonekana. Kwanza ni wapongeze wananchi wa mtaa huu wa Msufini kwa kujitoa, walifanya harambee binafsi wamemwaga mawe lolo lisizopungua tatu au nne, lakini leo hiyo ameamua kumuita mheshimiwa mbunge, na wao at least hawapushi na kuwa support kwa namna walivyojitoa, lakini mheshimiwa mbunge yuko tayari kujitoa na yeye vile vile, ameamua kuwachangia wananchi kumwaga zege eneo hili, kutoka huku juu mpaka chini huko unapokuona wananchi. Kuna baadhi ya wananchi sio waelewa haya mawe yanaletwa kwa ajili ya barabara, lakini wananchi hao hao wanajitoa wengine kuja kuyaiba mawe usiku. Tumemwomba mheshimiwa mbunge ili zoezi lifanyike kwa haraka zaidi, lakini vile vile si barabara hii peke yake. Kuna barabara ya mtaa unaofuata ya kwa Mkongo kwa Mfindi, nayo vile vile imeharibika kwa kiasi kikubwa, lakini kwanza tumeamua tuanze na hii alafu hilo lingine baadaye litafuata. Itakumbukwa kuwa tokea kuanza kwa mvua zinazoendelea kunyesha kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, barabara nyingi za jiji hilo hususan za mitaani zimeharibika. Hivyo ni muhimu kwa serikali kuanzia ngazi ya mtaa kushirikiana na wananchi kuboresha barabara hizo ili kupunguza adha ya usafiri kwa wananchi. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuunga mkono sera ya serikali ya ujumuishaji wa fedha, benki ya Stanbic imezindua rasmi huduma zake za private banking jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya mkakati wake wa kupanua huduma za fedha. Elen Manyangu ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa na Nancy Ibrahim. Uzinduzi huo unalenga kuwafikia wajasiriamali, wataalamu na familia za wafanyabiashara katika maeneo ya kiuchumi, ikiwemo Arusha ambayo ni kitovu cha utalii, biashara za madini kilimo cha mazao ya biashara na huduma za kifamilia, ambapo kwa kutumia huduma hizo, wateja wa Arusha sasa wanapata fursa ya kufikiwa na suluhisho mahususi za kifedha. Anodi Sherima, mtoa huduma za utalii kutoka Yuza River, na Bruno Ngoa, mfanyabiashara wa madini mkoani Arusha, ni miongoni mwa wateja waliotoa ushuhuda wa namna huduma hizo zimeimarisha udhibiti wa mapato yao na kuwawezesha kupanga kwa ajili ya maendeleo ya muda mrefu na vizazi vijavyo. Kwa mujibu wa Shangwe Kisanja, mkuu wa idara ya wateja maalumu Stanbic, uwepo wa Private Banking Arusha unalenga kushirikiana kwa karibu na wawekezaji wa ndani kwa njia ya mipango endelevu ya fedha, huku Stanbic ikitambuliwa na jarida la Euromoney kwa benki bora ya wateja maalum Tanzania 2024 ikionyesha dhamira yake ya kutoa huduma bunifu kwa wateja wenye ukwasi mkubwa na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Ni kushukuru sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkutano mkuu wa chama cha kijamii CCK umemteua mwenyekiti wa chama hicho taifa David Mwaijojele kuwa mgombea urais wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama hicho kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho cha kijamii CCK, David Moijojole ametaja vipaumbele vyake kuwa ni ustawi bora kwenye sekta za kilimo, biashara na elimu, kwani mambo hayo ni msingi muhimu kwenye maendeleo ya taifa. Aidha, Mwaijojole ameongeza kuwa miongoni mwa mambo muhimu atakayoyasimamia endapo atapata ridhaa ya Watanzania kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na kusaidia watu wenye uhitaji na kuwezesha vijana kujiajiri. Nataka kuhakikisha jamii ya kitanzania inaishi maisha bora katika maeneo mbalimbali ya kilimo, ya hivi na uvuvi na ujasiriamali pia katika elimu, katika viwanda, katika biashara na mambo mbalimbali mbali ya uhitaji makundi maalum kama walemavu, wanawake, watu wasiojiweza, vijana, tuko pamoja nao. Tuna sera nzuri, tutahakisha tuna tuna make sure kwamba wanapata kujiachili wenyewe. Serikali haiwezi kaajili makundi yote, kaajili kila mtu. Kwa upande wake, msajili msaidizi wa vyama vya siasa nchini Siste Nyahoza aliposhiriki mkutano huo amevitaka vyama vyote vya siasa nchini, kuelekea uchaguzi mkuu, kuhakikisha wanazingatia sheria za nchi na kudumisha uzalendo, ili taifa liendelee kuwa na amani, umoja na mshikamano kabla na baada ya uchaguzi. Mkutano wao kwa kweli umekwenda vizuri sana umekuwa sisi, tumekuwa tumeangalia hapa, umekuwa na wajumbe wanaotakiwa kwa mujibu wa sheria, wamesema akidi yao hapo walio wajumbe walio waliohudhuria e, e, walikuwa ni themanini na saba na kwamba wakapiga kura ya kuteua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo kulikuwa na wagombea wawili, wakapiga kura ya siri, wagombea wamejeleza vizuri kura eh, zilikwenda vizuri kwa, wamefanya uchaguzi wa huru na haki, na sisi katika kuangalia mambo yamekwenda vizuri kwao, tunawapongeza sana. Katika hotuba yangu tuliwasisitiza kwamba wanaenda kwenye uchaguzi wao pamoja na vyama vingine kumi na nane ambao vitaingia kwenye uchaguzi wa mwezi huu Oktoba, wahakikishe kwamba wanazingatia sheria za nchi yetu, wanadumisha uzalendo wanadumisha amani wanadumisha utulivu wanadumisha na umoja wa nchi yetu. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Wananchi wameaswa kuacha tabia ya kujitibu nyumbani wakati wanapojihisi kuugua, na badala yake waende vituo vya kutolea huduma za afya kwa ushauri na vipimo zaidi. Taarifa zaidi na Nansi Ibrahim. Wito huo umetolewa wilayani Babati mkoani Manyara. Na mfamasia mwandamizi kutoka Baraza la Famasi Tanzania anatema, wakati akitoa elimu ya afya kuhusu matumizi sahihi ya dawa kwa wananchi waliohudhuria kupata huduma za afya katika hospitali ya mji wa Babati, ikiwa ni mwendelezo wa Baraza la Famasi wa utoaji wa elimu ya afya kwa jamii kwa kushirikiana na sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Akiwa katika soko kuu la Babati, ameishauri jamii kupima kwanza na kupata ushauri wa daktari kabla kutumia dawa, uwezi jua kwamba umeumwa kichwa kie kichwa ulichoumwa kimesababishwa na nini? Je, kimesababishwa na malaria? Kimesababishwa na infection au tu ni uchovu? Wewe unaenda unanunua dawa, zile dawa zinaenda zinajenga usugu kwenye mwili. Siku ukiumwa sasa, zile dawa hazitoka zifanya kazi, si ndio? Kwa sisi tunawasiri huduma mwanzie kwanza kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu na nini kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Kwa upande wake Riki Bokango kutoka baraza hilo amesema ni muhimu kufuata maelekezo sahihi ya wataalamu wa afya katika kulinda afya bora, huku Simon Gadie ni mfamasia wa halmashauri wa mji wa Babati akitoa wito kwa jamii kuacha tabia ya kununua holela dawa kwa maduka yasiyosajiliwa na Baraza la Famasi Tanzania. Wito wetu kwa jamii tunasisitiza kwamba wananchi kabla ya kuanza kujitibu wenyewe wanatakiwa wafike katika vituo vya afya kuweza kupima afya zao waweze kugundulika na ugonjwa unaowasumbua ili waweze kupewa dawa sahihi kwa maelekezo sahihi na kutumiwa kwa sahihi ili kuweza kuponya magonjwa yanayowasumbua. Hii itasaidia kulinda afya yetu, kulinda familia zetu, na kulinda jamii nzima ili tuweze kuwa na jamii yenye afya iliyo bora. Nao baadhi ya wananchi wa Babati akiwemo babu Majoka ameishukuru serikali kupitia Baraza la Famasi Tanzania na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kuendelea kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Tumefurahi kwa ujumbe sahihi, manake huwa kuna maduka bubu ya dawa za, za binadamu duka ambazo hazijasajiliwa unaweza kauza hata dawa zilizo hata ukitaka kuwakamata utashindwa kuwapata, lakini tunashukuru kwa maelezo walotupa, ni maelezo mazuri, na kuna nembo wametuonesha kwamba utakapoingia kwenye duka la dawa, angalia mlangoni au kwenye zile kabati zao, ukiona nembo kama ile ujue duka hii sahihi, imesajiliwa na duka ambayo haijasajiliwa, kwa kweli tujaribu kuwapa taarifa, au tukiwa na mashaka na muhudumu wa pale hana idea yoyote ya kuuza dawa au ya kutoa dawa, hajaenda kwenye kozi aina yoyote ya utoaji wa dawa, tujaribu kuwapa taarifa. Na tunawashukuru wametuachia namba, na pia bwana jamaa wa halmashauri ambaye ni mfamasia naye katuachia namba. Tunafurahi sana, nawashukuru sana mafamasia kwa sababu wamekuja kutuelimisha kutokana na hizi dawa ambazo tunakuja kusoma kwenye mahospitali ambayo hayajapimwa, lakini kwa sasa hivi tunashukuru mmekuja kutuelimisha. Wa mama wa baba, inatakiwa mkapime mpate kujua kwamba mnaumwa nini. Ikumbukwe kwamba Baraza la Famasi Tanzania kwa kushirikiana na sehemu ya elimu ya afya kwa umma limeendelea na kampeni maalum ya utoaji wa elimu ya afya katika mikoa ya Pwani, Morogoro, Singida, Manyara, Kilimanjaro na Tanga na mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, mashambulizi ya Israeli yawaua wa watu kumi, ukanda wa Gaza.